zangu watu wa Ilolangulu tulifanya mkutano hapa siku ya tarehe sita. Leo tumekuja kulipa ahadi yetu tuliyoiahidi mbele ya mkutano wa hadhara tarehe sita tuliahidi bati mia moja themanini hapa. Hizi bati kuna shule ya upandwa Ipandwamuli, zinapelekwa na mheshimiwa diwani pamoja na mwenyekiti wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kitongoji. Ni nikuombe mheshimiwa diwani naenda ukaisimamia hiyo shule kwa sababu urefu wa kutoka hapa kwenda upande wa muli kuna umbali, tumeona ni vyema, na sisi kabla Samia Suluhu Hassan hajaleta msaada wa serikali kuu, na sisi tuanze, mimi na wewe. Kwa hiyo utawapelekea huko wananchi wa upande wa muli, lakini na mimi nitakuja huko mwezi wa tano ama mwezi wa sita, kwa sababu sasa hivi bunge linaendelea la na bajeti, na mimi niko kwa ajili ya kupambana kwa ajili ya wananchi hawa wa Mbogwe kuhakikisha kwamba pesa zinakuja nyingi, kwa sababu bado tuna shida na pesa nyingi hapa Mbogwe kwa hiyo hizi zikakuta kwanza zinatengeneza hiyo shule halafu, mambo mengine siku nikija tena nitasema nimekuja na nini, kwa sababu kazi ya serikali yetu, kazi ya Chama cha Mapinduzi ni kuwaboreshea maisha watu, na ndio maana tumeleta haya mabati kwa ajili ya watoto wetu wakafundishwe elimu. Ndugu zangu, kwa niaba ya wananchi wa kata ya Ilolangulu, naitwa Ndabacha Karimoni, diwani wa kata ya Ilolangulu. Kwa niaba, kwa niaba ya Ilolangulu, kwa niaba ya wananchi wa kata ya Ilolangulu na kijiji cha Ilolangulu na kitongoji cha Ipandwamuli, naomba niseme neno la shukrani kwa mheshimiwa mbunge wetu kwa kutukumbuka, kutuletea mabati 180 kwa ajili ya kuwezeka madarasa ya shule ya msingi ishikizi, shule ya msingi Ipandwamuli. Mheshimiwa mbunge Kiukweli, kwa niaba ya wananchi wote wakata hii niseme neno la asante, asante sana, na nikuombe, nikuombe kama ulivyozungumza ukiwa bungeni, upate muda uje uja Ipandwamuli. Kuna changamoto zingine, mimi ninajua, ukifika wewe kule, zile changamoto zilizoko kule, nina imani utazijibu. Nikuombe sana, lakini zaidi niseme kama fedha ingine itapatikana maana, sasa tunakwenda kuwezeka, tutakuwa bado hatujapiga ripu ndani na nje na flow. ni nikuombe, kama fedha ingine itapatikana, nikuombe mheshimiwa mbunge, wewe sio mchoyo, ninajua kata yangu unavyoipendelea na umeipendelea sana, na ni nukuu maneno yako, ulisema kwamba kata, alio nilio niliyowanyang'anya kijiti kata niliyowanyang'anya kijiti lazima niijari sana, na kweli umeendelea kuijari. Jina naitwa Florentina Samandito zi kutoka Ipandwamuli kanda ya kati, na vilevile ni mjumbe wa kamati ya shule shule shikizi Ipandwamuli na mshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa kutuletea haya mabati, maana tumehangaika siku nyingi, watoto wetu wanateseka kutoka Ipandwamuli kuja Ilolangulu ni shida. Watoto wanafeli kwa sababu watoto hawa hawaendi kupata chakula cha mchana, ndio maana watoto wanafeli sana wa ambao hawapati chakula cha mchana, tukaomba na sisi shule Ipandwamuli. Ndo maana tukaja tukatoa hoja yetu kwa mbunge wetu ili atuletee mabati tuweze kuwezeka shule yetu ya Ipandwamuli, na watoto waweze kupata shule ya karibu, na watoto waweze kusoma hata shule ya chekechea, maana watoto wa miaka sita hawezi kufika Ilolangulu.